la moto kwa Simba lafungiwa na TFF, ambapo shirikisho la mpira wa miguu nchini Tanzania TFF limeufungia uwanja wa CCM Liti uliopo mkoa wa Singida kutokana na eneo la kuchezea almaarufu kama pitch. Uwanja huo ndio unatumiwa na klabu ya Singida Black Stars ya mkoani humo, huku ikiwa hajachezea mchezo wowote wa ligi msimu huu kutokana na kuanza na mechi ya nje, nje, nje

mkoa huo na uwanja huo umefungiwa ume kwa kipindi ambacho mchezo unaofuata wa Singida ni ule wa Oktoba 30 dhidi ya Azam. Huu ni moja ya uwanja mgumu kwa klabu ya Simba kwani mara zote wamekuwa wakipata matokeo kwa mbinde wanapocheza na Singida Black Stars na ndio maana unaitwa kama tanuru la moto kwa Simba, ambapo uwanja huo sasa basi baada ya kufungiwa Singida Black Stars wenyewe wameweka tarifa kudai kwamba watahamia kwenye uwanja wao mpya wa Airtel Stadium, ambapo huku watakuwa wanachezea mechi za kimataifa. Lakini kwa sasa uwanja umeweza kufungiwa, takriban viwanja kadhaa vilivyoweza kufungiwa ni miongoni na kiwanja cha CCM liti ambacho nacho kimeweza kufungiwa, kwa kuwa baadhi ya viwanja ambavyo vimefungiwa ni pamoja na huu CCM liti, na pamoja na CCM, eh, CCM soko nne wa Mbeya nao umefungiwa, na hivyo kutakuwa vilabu vinavyotumia uwanja huo kuweza kuchagua viwanja vingine ambavyo vitatumika kama viwanja vya nyumbani. Ila kwa sasa uwanja huo ambao Simba Sport Club amekuwa akipata matokeo kwa mbinde sana au kuchezea kichapo mbele ya Singida bee Singida United kipindi hicho na baadaye kubadilisha kuwa Singida Black Stars, lakini kwa sasa Simba inaweza kuwa kuana wafadhali kwa kuwa mara zote amekuwa akijitutumua kujikakamua ili aweze kupata matokeo, lakini imekuwa ikishindikana. Ila kwa sasa huenda ikawa ni rahisi kwake baada ya kupigwa kufuli.